Kwenye safari ya kumepambazuka, Radio One Stereo bado iko na wewe asubuhi hii, na sasa ni habari nyepesi ni kualikia msikilizaji wa Radio 1 Stereo katika habari nyepesi nyepesi, ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2016. Yangu matumaini ni kwamba mapumziko mwishoni mwa juma yamekonda uzuri kabisa kwako, na bado endelea itegea sikio Radio 1 na kutangazia toka Mikocheni uh, katika jiji la Dar es Salaam. Sasa ni wakati wa habari nyepesi nyepesi, habari ambazo vile vile unaweza kusikiliza habari hizi kutoka katika ukurasa wetu wa Facebook, www.facebook.com ready one stereo, au Twitter ready one stereo. Leo tuanze naye kutoka kule Texas. Polisi katika jiji la Houston huko nchini nchin Marekani, katika jimbo la Texas, atafut, wanawatafuta wezi watatu walioiba mashine ya ATM iliyokuwa imefungwa ndani ya duka moja la kuuzia vyakula wezi hao waliokuwa na gari aina ya Ford pickup waliegesha gari lao nje ya duka hilo usawa mashine ya ATM, na wawili kati yao wakashuka kwenye gari na kuingia dukani, huko akiwa na minyororo mikubwa na bunduki. Baada ya kuingia ndani ya duka hilo liliokuwa na wateja wachache, wezi hao walitoa bunduki na watoto waliokuwa ndani ya duka hilo wakatulia, na wao wakafunga mashine ya ATM kwa minyororo na kisha kuing'oa na kuipakia katika gari lao na kuondoka. Hata hivyo taarifa za maofisa wa benki zinasema kuwa ATM hiyo haikuwa na fedha nyingi, bali ilikuwa na dola elfu mbili tu ambazo ni zaidi ya shilingi milioni tatu za Kitanzania. Kule Tokyo, daktari mmoja nchini Japani ameomba msamaha baada ya kuwashauri raia wa nchi hiyo kuvuta sigareti sana wakati wa ujana wao ili wafariki dunia mapema na kuiepushia serikali ya Japani hasara ya kuwatunza wakati wa uzee wao. Daktari huyo wa hospitali mmoja katika jiji la Kawasaki alitoa ushauri huo katika semina maalum ya kuangalia namna ya kupunguza gharama za pensheni kwa wazee wanao, ambazo zimekuwa zikionekana ni mzigo mkubwa kwa serikali ya Japani. Akichangia hoja kama mtaalam, daktari huyo alisema iwapo wavuta sigareti wataongezeka nchini humo, itasaidia sana kupunguza wingi wa watu wanaoishi maisha marefu na kuiepushia serikali mzigo mkubwa wa kulipa pensheni na kutibia wazee ambao hawapatwi na magonjwa ya kizee wakati wa uzee wao. Kwa mtazamo wake, daktari huyo aliyependekeza taasisi e, za serikali za afya za Japani kuwahamasisha raia wake kuvuta sigareti kwa wingi ili wafariki dunia mapema na kumaliza tatizo hilo la pensheni kwa sababu ya kuwa e, na wazee wengi huko nchini Japani. Turejee hapa nyumbani, msikilizaji. Hii imetokea jana saa nane mchana. Msichana mmoja mrembo kulikweli, akiwa ndani ya kivuko akitokea magogoni kuelekea Kigamboni, huku kivuko kikiwa kinayakata maji taratibu kuelekea Kigamboni, mara yule msichana akatupa jicho katika gari moja dogo aina ya Mark X lililokuwa ndani ya kivuko kile. Kuangalia ndani, akamwona kijana mmoja katulia tuli ndani ya gari lake akisikiliza muziki taratibu, bila ya hofu. Yule binti akalisogelea lile gari, akainama kidogo na kumsalimia yule kijana, kisha akamwambia, kaka, niwe mkweli, nimekupa dagafla unaonekana mtaratibu na umetulia. Yule jamaa huku akionekana mwenye uso wa wasiwasi huku akiongea kwa hofu kubwa akamwambia yule dada, mdogo wangu, kwanza unaonekana wewe mdogo sana eh, kuanza kujiingiza katika masuala ya kimapenzi na kusii zingatia masomo ili uje kuwa na maisha bora, na jitahidi sana kuepuka kukimbilia mambo ya mapenzi kama unaenda hostel au nyumbani, tafadhali ukisifika, uh, soma kwa bidii. Baada ya kumwambia maneno yale, yule kijana akachukua karatasi na kalamu akaanza kuandika kitu huko, akimwambia msichana aliyekuwa bado kaganda pembeni ya mlango wa gari lake, akiendelea kumsikiliza na kuandikia, hapa baadhi ya maneno ya busara sana yawe mwongozo katika maisha yako. Huenda maneno haya yakakusaidia sana baadaye, na nakuomba sana ukifika aidha nyumbani au hostel unapoelekea sasa, kabla hujalala, fungua karatasi hii na usome maneno haya kwa utulivu mkubwa baada ya kusema vile, akampa binti yule lile karatasi, kisha akapandisha kio cha gari lake. Baada ya pantoni eh, ama kivuko kile kufika upande wa pili eh, wa Kigamboni, kila mmoja akachukua hamsini zake, jamaa akawasha gari lake, akaelekea na kwa kujua yule na yule msichana akarudi hostel na karatasi lake mkononi, huko anawaza maneno ya busara aliyoambiwa na yule kijana. Usiku kabla ya jalala akafungua lile karatasi ili asome hayo maneno ya busara aliyoandikiwa na yule kaka. Maneno yenyewe ni haya: wewe vipi, huna macho au umejitoa ufahamu umuone mke wangu ukajilaza kiti cha nyuma cha abiria? Haya, hii ndio namba yangu ya simu, nipigie muda wowote, usipokuwa asubuhi sana na usiku, na mimi pia nimekupenda, tutaongea zaidi ukinipigia.